Huu ni mgogoro kati ya China na Marekani. Mgogoro wa tariff kati ya China na Marekani ni moja ya vita baridi za kiuchumi kubwa zaidi za karne hii na unacheza nafasi kubwa sana kwenye jinsi China ilivyofanikiwa kuteka teknolojia duniani. Miaka kadhaa iliyopita, dunia ilikuwa bado inawaza kwamba teknolojia kubwa lazima itoke Silicon Valley. Mji unaojulikana kwa ukubwa wa teknolojia uliopo mchini Marekani lakini kidogo kidogo China ikaanza kucheza mchezo wa nguvu kimya kimya. Na leo wao ndio wamechukua gemu nzima ya teknolojia. Kila mtu alikuwa anaangalia Marekani na Korea, lakini China ilikuwa kimya ikijenga ecosystem ya viwanda vyenye uwezo wa kuzalisha kwa kasi na ubora Hawakufanya mchezo, walijenga mji kama Shenzhen ikawa Silicon Valley yao. Ukitaka PCB board, casing processor assembly mabegi nguo mpaka packing, kila kitu kinafanyika ndani ya eneo la kilomita chache kwa umakini na viwango vya kimataifa. Umesikia kuhusu Apple? Apple ni kampuni ya kimarekani ya simu za iPhone na laptop za MacBook inayosifika ubora zaidi duniani, lakini je, unajua kuwa bidhaa hizi hazizalishwi Marekani? Inatengenezwa kwa umakini wa ajabu kule China, siyo kwa sababu ya cheap labor. Hapana, ni kwa sababu ya ubora wa uundaji craftsmanship ndani ya viwanda vya Foxconn, na sio kawaida, ni kama wanafanya kwa mikono ya Mungu. China pia inasifika kwa kuwa na idadi kubwa ya mainjinia wengi wenye uwezo kuliko nchi nyingine yoyote duniani. Kisha wa China wakaanza kama manufacturing hub, yani, kutoa bidhaa zao wenyewe. Mfano kampuni ya magari BYD. Hawa jamaa walianza na betri, leo wana magari ya umeme yanayofunika hata Tesla kampuni ya magari ya umeme inayomilikiwa na marekani tajiri zaidi duniani Elon Musk. BYD ni kifupi cha maneno building your dreams, na kweli wamejenga ndoto zao. Magari yao ni smart, ya kisasa, yanayojiendesha yenyewe, na bei rahisi kuliko washindani wake. Serikali ya China ilisapoti kwa nguvu zote, waliondoa ushuru wa kuagiza, wakaondoa ruzuku na wakahakikisha raw materials zinapatikana kwa bei rahisi. BYD, bro, hawa jamaa wamejenga ndoto za kesho tayari. Magari yao siyo tu ya umeme, ni maajabu ya kisasa. Kuna BYD Yangwang U8, gari linaloweza kugeuka kama boti kupita juu ya maji. Unaendesha juu ya mafuriko kama hakuna shida. Kuna Yangwang U9. Hili siyo gari, ni jeti ya aridhini, linaweza kuruka juu kama binadamu. Imagine, gari linakwepa barabara mbovu kwa kuruka vikwazo kama ninja. Magari ya BYD yana auto cleaning technology. Unafika sehemu yenye barafu au mvua inajifuta yenyewe, vumbi linaondolewa automatiki, hata mvua ikinyesha sensa zake zinajifuta na bado BYD wanatesti magari uwezo wa kupaa. Ndani ya miaka michache utakuwa unaingia kwenye gari unapaa hewani kama drone, kama taksi ya anga na wanatumia AI kuendesha magari, kutoa uelekeo, kucheki hali ya barabara na hata kukujulia hali ukiwa na stress. Lakini je, wachina waliwezaje kuchukua gemu? Hivi ni rahisi tu, wachina waliwekeza kwenye viwanda, walisomesha vijana wao, walifuta vikwazo vya ushuru import tariffs, wakasupply bidhaa duniani bila vikwazo. Hata kama nchi zingine zimeweka kodi bei ya bidhaa kutoka China bado iko chini na quality iko juu hadi unaogopa. Wakati nchi zingine zinahangaika na supply chain, yani usambazaji wa bidhaa, China ilikuwa mbele. Walitengeneza mfumo wao wenyewe wa kusambaza bidhaa duniani. Kwa hiyo simu, laptop, magari, drones zinaenda Ulaya, Afrika, Asia bila shida. Hata kama kuna import tariff bei bado inashindana, kwa sababu gharama za utengenezaji za China zipo chini na ubora uko juu. Na si ubora tu, China wamekuwa matajiri kwenye kasi ya utengenezaji. Leo wakiona ubunifu, kesho tayari wameboresha, wamepunguza kosti na wako sokoni. Wakiona Tesla anafanya vizuri, kesho wana BYD. Wakisikia kuhusu ChatGPT kesho wanacloni yao na tayari ipo kwenye WeChat. China waliwekeza kwa muda mrefu kwenye miundombinu, vipaji na uwezo wa kiteknolojia. Sasa dunia mzima iko kwenye mikono yao. Mnamo mwaka 2018 na kukuwa zaidi kufika 2024, chini ya utawala wa Rais Donald Trump Marekani ilianza kutoza ushuru tariffs kubwa kwa bidhaa kutoka China wakidai China inafanya biashara isiyo na haki. Wakasema China inalazimisha makampuni ya Kimarekani kutoa teknolojia zao ili kuingia sokoni mwao. Marekani ilikuwa inaagiza zaidi kutoka China kuliko inavyouza kwao. Wakamaanisha wanapoteza pesa. Wakaamua kuhamisha uzalishaji wa ndani ya Marekani. Yaani, American First. China haikukaa kimya, wakajibu kwa ushuru wao pia kwa bidhaa kutoka Marekani. Vita hii ikaitwa US China Trade War, lakini China ilipanua masoko badala ya kutegemea Marekani. Wakasogeza bidhaa zao Afrika, ni Ulaya, Asia ya kusini na mashariki ya kati. Ilijenga supply chain yake waliweka pesa kwenye viwanda vya ndani vinavyotengeneza kila kifaa cha bidhaa, hivyo wakawa wamejitegemea wenyewe. Serikali iliondoa ruzuku kwa makampuni ya ndani kama BYD na Huawei, kuhakikisha bei zinabaki chini, hata kama kuna ushuru. Waliwekeza kwenye ubunifu badala ya kukopi, wakaamua kuunda teknolojia mpya kabisa. BYD haishindani tu kwa bei, bali kwa ubunifu. China ilikuza mfumo wake wa malipo wa ndani kama Alipay, WeChat Pay na JD.com kuhakikisha mzunguko wa ndani wa fedha ili kutosha hata bila Marekani. Kwa sasa China ni namba moja kwa uzalishaji wa bidhaa za kiteknolojia duniani. Makampuni ya BYD, Huawei na DJI yamefanikiwa licha ya vikwazo vya Marekani. Marekani inategemea sana China kwa bidhaa kama semiconductor, rare earth material na vifaa vya magari ya umeme. Hata Apple bado bado inategemea viwanda vya China kwa iPhone assembly. Kwa kifupi, China haikupigwa kofi, waligeuza changamoto kuwa fursa na wakaongeza kasi. Afrika tuna jambo la kujifunza kama nchi za uchumi wa kati zinazokuwa msomaji wako ni mimi Hamis Juma.